Hivi unafahamu nini ukiambiwa soka? Maana imekuwa ni burudani ya kimataifa inayokosha kisima cha mioyo ya wengi. Hii ni burudani ambayo imeanza karne nyingi zilizopita na bado inaendelea kuchanua matawi yake ya upendo katika kuta za mioyo ya wengi. Na leo naenda kuongelea jinsi ilivyoanza kuingia Zanzibar. Tunaelewa kuwa Zanzibar kwa sasa ni kiwanda ambacho kinatoa bidhaa za kitaifa na hata kimataifa sababu inatoa nyota wazuri na wanaojua kucheza na boli. Mnamo mwaka 1870 wafanyakazi wa Eastern Telegraphy Company ambao hawa ni wakoloni wa kizungu walileta michezo kama vile cricket, mpira na hockey kama sehemu ya burudani pia katika shule za wamishonari kama St Andrews College walianzisha mpira kama sehemu ya darasa. Hivyo tunaona wazi kuwa walichukua dhahabu zetu nyingi, ila walipoondoka walidondosha dhahabu moja tu na kuisahau ambayo ni boli, yaani mpira, na hivyo ni dhahir shahir kuwa mpira umekuja kutokana na wakoloni ndani ya miaka hiyo ikawa mpira wanacheza tu wenyewe wa koloni, lakini kila siku zinaposogea wakaanza kuwashirikisha na Wazanzibari, kwani Wazanzibari walipokea vizuri mchezo huu. Mnamo mwaka 1926 kabineti ya Zanzibar ambayo ilisheheni viongozi mbalimbali wakaibuka na wazo la kuanzisha taasisi ya mpira Zanzibar, Zanzibar Football Association inayotambulika kama ZFA na mwaka huo ikaanza kazi rasmi kama masihara, ladha ya utamu wa mpira isiyoisha hamu na wala kukera, ikazidi kusambaa katika damu ya wengi na kutibu majeraha, na ndipo mnamo mwaka 1942 ikaanzishwa klabu ya Malindi Sports Club, klabu ambayo ilianza kupata mafanikio mapema na hadi sasa inaendelea kufanya mazuri katika ulimwengu wa soka. Haikuishia hapo. Mnamo mwaka 1945 na ndipo ikaanzishwa rasmi pia klabu ya Miembeni SC. Ilipofika mwaka 1947, ambapo hii ilikuwa ni Septemba 18, Zanzibar ilichangamka, Tanganyika iliitika, kwani ilikuwa ni mara ya mwanzo kukutana Zanzibar na Tanganyika katika mashindano ya Gossage Cup ambapo hii ilikuwa ni fainali, lakini pasipo bahati, Zanzibar ilipoteza mchezo huu dhidi ya Tanganyika kwa mabao matatu kwa moja ambapo hii Gossage Cup ilianzishwa na soap manufactured iliyo ikisimamiwa na William Gossage kwa sasa inatambulika kama sekafa. Mnamo mwaka 1953, e bwana, Pemba ilichangamka na Wete iliitika, kwani ndiyo mwaka ambapo ilianzishwa rasmi timu ya jamhuri Sports Club kwa kuzingatia kwamba mpira umeanza kukua na hii ndiyo ikawa chachu ya kuanzishwa klabu nyingine nyingi kama vile KMKM mnamo mwaka 1965, na Mlandege FC mnamo mwaka 1970. Ni hapo sasa rasmi serikali ikaona ipo haja ya kukuza mpira na ndipo mnamo mwaka 1970 pia ukaanza ujenzi wa uwanja wa Amani kwa msaada wa Wachina. Mpira ikawa unazidi kupigwa na kuburudisha kama ngoma ya mkesha, huku vilabu vikizidi kunogesha na timu ya taifa Zanzibar iliyo ikiongozwa na mwalimu George Dungu ikizidi kukiwasha. Nasemaje, mpira umekuwa. Mnamo mwaka 1981 rasmi ikaanzishwa Zanzibar Premier League kwa ajili ya kuchangamsha talanta za Wazanzibari juu ya soka na nikisema ninamaanisha kwani, baada ya hapo Zanzibar ikaja kuchukua ubingwa wa Sekafa Cup mnamo mwaka 1995 na hapo ikawa burudani ya soka imeshaweka mizizi Zanzibar, na ndipo timu ya taifa Zanzibar yaani Zanzibar Heroes kathubutu kupokea saini ya John Stewart Hall mwalimu wa kimataifa kutoka UK mnamo mwaka 2010, yaani boli ni zaidi ya burudani. Mnamo mwaka 2014 Oktoba, hapo sasa alishuka jinazi mmoja mwalimu wa walimu Hemed Suleiman Ali anayetambulika kama Hemed Moroko, yaani huyu ni zaidi ya kocha. Na hapo Zanzibar ikawa na mwanga mkubwa juu ya soka katika upande wa vilabu na hata timu ya taifa. Hivyo basi, Zanzibar inaendelea kutoa wachezaji bora kila kukicha na ambao wapo na viwango vya kimataifa. Naam, ni wewe sasa msikilizaji, for sure umepata taarifa za uhakika na kwa hili na imani umeridhika. Kikubwa kutoka kwako nachokitaka, usisahau kusubscribe, like, share, ili taarifa zetu uwe wa mwanzo kwa kufika. Msimulizi wako ni mimi Ansadaat. Mpira kama moyo, moyo kama mpira tu, tukutane katika taarifa zinazofuata.